kwamba Allah subhanahu wataala anatupa taarifa kupitia kinywa taharifu cha mtume wetu Muhammad kwamba alyauma yaisalabina kafaru imekuja katika ismu marifa, siku maalum ile ambayo kwa amesimama mtume katika viwanja vya Arafati, tena kwa siku ya Ijumaa. Anaambiwa siku hii ya leo, wapinzani wamekwisha kata tamaa na utaratibu wenu huu, mfumo wenu huu aliokuwekeeni Allah subhanahu wa taala. Ikiwa wamekwisha kata tamaa na hali kama hii, mitihani mizito mmeipata, lakini wakaona mnaendeleza kutangaza ufalme wa Allah, mnaendeleza kutangaza haki kwa kila mwanajamii mnaendeleza kutangaza ule uhuru wa kuabudu kwa kila mtu na nafasi yake. Wamekushakata tamaa, fala takshau wakshau kichokwepo, basi msiwaogope hao, msiwe hao wapinzani, niogopeni mimi ambaye nimekukamilishieni utaratibu huu wa maisha. Kama ilivyokuwa katika kauli mbiu, amani na Uislamu ndio umejengwa katika sura hiyo, alislam dinul amni wal walistiqrari min kulli nahiya, e, nahiyau siyasia, nahiyau ijtimaiya, nahiyau thaqafia, nahiyau iktisadia, kwamba Uislamu ni dini ya amani Uislamu ni dini ya utulivu katika nyanja zote, katika nyanja zote. Uislamu umekamilika pale Allah asema alyauma akmaltu lakum dinakum, siku hii ya leo aliyokuwa amesimama mtume wetu Muhammad karne ya saba katika viwanja vya Arafati, ambayo siku hii ya leo nimekamilishieni nyinyi utaratibu wenu wa maisha katika upande wa kisiasa. Allah subhanahu wa taala amekwisha ukamilisha katika siasa ambazo amezielekeza mtume wetu Muhammadi, alizozifanya mtume wetu Muhammadi. Hakuwa na kinywa cha kutoa maneno machafu. Angalia katika maisha ya mtume wetu Muhammadi, kulikuwepo na watawala ambao si Waislamu, lakini alikuwa akiwapelekea ujumbe akiwapa nafasi zao. Kama akiandika barua, anasema min Muhammad rasulillah, hii barua au ujumbe huu unatoka kwa Muhammad kwenda kwa mfalme. Mfalme anamwita katika ile mfalme wa Ufaransa, mfalme anawaita kwa majina yao yeye ya utawala kwa sababu kinywa cha mtume wetu Muhammad ni kinywa twaharifu hakina matusi. Lakini leo wa, baadhi ya wanasiasa wa kileo ile akitake kwamba atambulike kwamba yeye ni mwanasiasa mashuhuri, basi kinywa chake kinakuwa na maneno machafu, ni afadhali ni afadhali ni afadhali hata na kinyesi cha nguruwe. Kila mmoja wetu sisi amezaliwa ana mama. Mtu aiangalie hadhi na heshima ya mama, ukiwa hawezi ukainua kinywa chako kumtukana mama yako aliyekuweka ndani ya miezi tisa ndani ya tumbo, ukainua kinywa chako kinywa chako kumtukana yule, basi mama yako huyo hana tofauti na mwanamke mwingine Alislamu dinu al-amni wal istiqrar min kulli nahia nahia tusiasia, nahia tu iktisadia, katika kila nyanja ijtimaiya, katika masala ya kijamii. Uislamu umekamilika. Ndugu zangu, ni takukumbusheni kitu kimoja, kwa sababu nimepewa dakika tano, lakini leo nilikuwa nizungumze jambo ambalo kukumbusha katika historia haya masuala ambayo wakina Ngwajima au askofu Ngwajima wakina Tundu Lisu kumtukana mama hayakuanza kwa wao, watukufu wa Islamu, nakumbusheni kwamba kipindi cha mwaka alfu mbili kipindi cha mwaka alfu mbili sisi tukuwa tuna madai yetu katika serikali ya CCM kuhusiana na mahakama ya kadhi na OIC. Tukapeleka maombi yetu, wakatusikiliza, wakaweka katika ilani yao. Wametusikiliza wame, wame vilio vyetu wakaweka katika ilani ya CCM. Nataka msikilize vizuri, Islam la takunu imaa, tusio watu wa vigeugeu Kipindi kile cha mwaka elfu mbili awamu ya nne, nakumbuka rais aliyekuwa pale ni mzee wetu Jakaya Kikwete. Tumelalamika sana, wakaona kweli Waislamu wana haja ya mahakama ya kadhi, wana haja ya suala la OIC oh, ili mambo yao yaende, na sio kama kuibadilisha nchi katika sura ya Uislamu. Wakatusikiliza, wakawe katika ilani Make, katika ilani ya chama chochote wanapoweka mambo yao ni kuyatekeleza. Lakini yaliyotokea kipindi cha awamu ya nne mzee wetu, yale yaliyomkuta kupitia hao viongozi wa imani, wakatoa tamko lao. Nakumbuka kuna gazeti moja Tanzania Daima lilikuwa na kichwa cha habari sema kwamba iwapo raisi wa atawapo mahakama ya kadhi damu itamwagika. Nisikizeni vizuri, mama anapotukana Waislam tusiingie katika masala sijui ya udemokrasia. Mapaka kuna wengine nasema kwamba swala sijui la mwanamke kuongoza nchi mwanamke saiki, haya ni masala ya kiimani, si masala ya kidemokrasia. Ileeni hili Hayo ni masuala ya demokrasia. Demokrasia ni hu, kuna mambo ambayo mtu anafanya otakiwa pale. Ndio maana katika uislamu hawezi akawa mwanamke ni imam akaongoza watu, katika uislamu hawezi mwanamama akawa ni kadhi. Hizi ni propaganda za watu kutaka kumchafua mama ile nafasi yake, au atamuhifadhi na atampa miaka mitano nyingine Najua watasema kwamba amekuwa chawa. Mimi si chawa, wala si, si, si mwanachama wa chama sisihemu, wananjua vizuri lakini hapo nawapa haki yao. Mwaka elfu mbili, suala la mahakama ya kadhi, suala la oh, OIC walitupokelea na wakataa kutekeleza, yalitokea nini? Hoja za maaskofu katika suala la udini miongoni mwa hoja za maaskofu ni kuwa swala la kadhi kutambuliwa na katiba ya nchi ni kuleta udini miongoni mwa Watanzania. Rejea gazeti la Msema Kweli nambari mia tano sabini na nane la Jumapili Septemba ishirini na nane mpaka Oktoba la mwaka elfu mbili na nane, na na nane ukurasa wa tano, na nukuu, ulikuwa anasema hivi akitoa tamko hilo jijini Dar es Salaam kwa niaba ya maaskofu wa Pentecosti nchini, mwenyekiti wa PCT mkoani hapa Askofu David Masota alisema, katika awamu nne za uongozi wa nchi kumekuwapo na juhudi za maksudi kwa baadhi ya viongozi wa serikali wa bunge na viongozi wa dini ya Kiislamu kujaribu kushinikiza udini Aliutaja udini huo kuwa ni kutaka kuingiza mahakama ya kadhi ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano na pia Tanzania kujiunga na OIC. Mwisho wa kunukuu. Sehemu nyingine, masala ya kutukana mama hayakuanza kwake yeye. Mzee wetu mzee wetu mzee Jakaya Kikwete kaanza kutukaa elfu mbili Eleweni hizi baadhi ya kauli za baadhi ya maaskofu wakasema. Katika swali lingine, ukiukwaji wa katiba, hili ni moja la madai ya maaskofu katika kupinga kurejeshwa kwa mahakama ya kadhi na Tanzania kujiunga na OIC. Rejea gazeti la jibu la maisha namba 37 na Juma, la Jumapili Septemba 28 Oktoba Oktoba tarehe 4 afumia ya ukurasa wa pili, na nukuu ilikuwa nasema hivi: na wala hatutaki kabisa, na wala hatutaki kabisa kuona kinaingizwa kipengele cha kuwa na mahakama ya kadhi ndani ya katiba, maana kufanya hivyo ni kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 toleo na, la na, Novemba la tarehe moja mwaka elfu mbili sehemu ya pili ibara ya tisa ya kifungu na hey, na ibara ya ishirini Kukiuka vifungu hivyo kutasababisha uvunjifu wa amani na kubomoa mihimili mikuu ya utulivu iliyosimamishwa ndani ya mikuu ya utulivu iliyosimamishwa ndani ya nchi yetu. Haya ni matamko ya baada, ni makini sehemu nyingi sana kwamba kwa kwa kuingiza swala la mahakama ya kadhi na swala ya OIC ni kuinajisi nchi hii, ni kuinajisi nchi hii, ni kuinajisi nchi hii. Lau kama si kipindi kile tunadai kafikia hatua Shehe wangu almarhum Sheikh Suleiman Aakiemile wakatuambia kwamba swala hili serikali tayari wamkishapokea, subirini majibu ya utekelezaji. Wakati serikali ya CCM inataka kutekeleza masuala ya mahakama ya kadhi suala, ndio wakaingia hawa baadhi ya maskofu kupinga hili. Lazima tuwatendee haki. Serikali ya CCM walikuwa tayari, lakini wakasema kwamba tayari, subirini, msilete machafuko. Mwangalieni maisha ya Mtume Muhammad katika suluhu Hudaibia, alifanya nini Mtume? Mtume alikuwa anashindwa kuangamiza wale? Mambo gani yalibadilishwa katika mkataba wa suluhu Hudaibia? Watukufu Waislamu, Askofu Ngwajima, haya anayoyafanya, kumtukana mama aliyemfadhia kamweka pale, si sahihi na Allah anaweza akamradi Tundulisu si wa kufanya hivi. Tundulisu, Tundulisu, mama kamfanyia ihsani. Ma Tundulisu akua mkimbizi, mama akafunga safari, akaenda kumjulia hali, mama akampigania mali zake bungeni, akarejeshewa, akamwambia, rudi, sio mkimbizi. Tundulisu, wewe wa kumtukana mama na hili Waislamu, baada ya mama kusimamia swala la badali, eleweni lile, kwa sababu hawa baadhi ya masikuu walikuwa wananufaika kule. Mama akaweka mambo sawa, na au atamsimamia na au atamhifadhi na au atamnusuru na mama miaka mitano tena ijayo. Wabillahi taufik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu.